Simba Sports Club wameitangaza kampuni ya J. root kuwa ndio mzalishaji na muuzaji mpya wa jezi zao kwa mkataba wa miaka mitano, mkataba wenye thamani ya shiringi bilioni 38 39, za Kitanzania. Ikumbukwe Simba Sports Club ipo mwishoni kumalizia mkataba wao wa miaka miwili na kampuni ya Sunderland. Kwa mujibu wa mkataba baina ya Simba wa dhidi ya kampuni hiyo Mkataba unasema licha ya kampuni hiyo kutengeneza jezi za timu hiyo, kampuni hiyo haitaishia kwenye utengenezaji na uzaji wa jezi pekee, lakini pia watafanya miradi tofauti tofauti kwa klabu ya Simba. Kampuni hiyo itajenga uwanja wa Simba Sports Club wenye uwezo wa kuchukua mashabiki kati ya elfu kumi hadi elfu kumi na mbili. Kampuni hiyo italeta basi jipya la kisasa la timu la aina ya Iriza lakini pia watajenga media ya club ofisi na kutoa pesa shilingi milioni mia moja kila mwaka za kusaidia vipaji vya soka Simba sports Club. Kwa mkataba huu mpya Simba sports Club inakuwa ni klabu ya kwanza Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, kwa kuweka rekodi ya kipekee, kwani imeelezwa kwamba hakuna klabu yoyote ya soka yenye mkataba wa thamani hiyo ndani ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Ikumbukwe mwaka 2019 Simba Sports Club iliingia mkataba wa miaka miwili na All Sport wenye thamani ya shilingi milioni 600. Mwaka 2021 wakasaini mkataba wa miaka miwili na Vunja Bay wenye thamani ya shilingi bilioni 2. Mwaka 2023 waliingia mkataba wa miaka miwili na Sunderland wenye thamani ya shilingi bilioni 4. Haya ni mabadiliko makubwa sana na Inazidi kudhihirisha ni kwa namna gani ligi yetu ya Tanzania inaendelea kupanda thamani kila uchao. Ni upi mtazamo wako juu ya hili? Uwanja wa maoni ni wako, drop your comment hapo yapa. Ni Super Trove ya Dino Television. Zimesalia mechi mbili kumalizika kwa ligi ya wanawake Saudia, lakini Mtanzania pekee Clara Luvanga anayekipiga Al Nasri ameweka rekodi mbili msimu huu akiwa na kikosi hicho. Nyota huyo wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars, huu ni msimu wa pili tangu alipojiunga na timu hiyo akitokea Dax Lugrono ya Hispania alipocheza miezi mitatu. Alnasri imebeba ubingwa msimu huu kabla ya kumaliza mechi mbili ikikusanya pointi arobaini na nane katika mechi kumi na sita ambazo haziwezi kufikiwa na timu yoyote. Rekodi ya kwanza aliyoweka strika huyo wa zamani wa Young Africans Princes kufunga mabao kumi na nne na asisti saba akiwa ndio kinara wa ufungaji wa Alnasri. Msimu wa kwanza katika mechi kumi na nane alifunga mabao kumi na moja na asisti sita akimaliza nafasi ya tatu kwenye tuzo za wafungaji bora ambayo aliibuka nayo Jurad wa Al Ahal. Rekodi ya pili kutetea ubingwa wa Al Nasri bila kupoteza mchezo wowote ukiwa wa pili kwa Clara na watatu mfululizo kwa klabu hiyo ilipobeba kuanzia 2022 2023. Ulikuwa nami Sports Lady Gladjo. Hii hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi.